Hello mpenzi, hmm. Leo nina surprise juu yako. Sijui kama utairuhusu nikuachilie. Leo nina surprise, kama uko tayari, niombe niruhusu nikupatie. Sawa, nipatie. Surprise. Kama kuna mtu napenda ama kuna kitu napenda katika dunia hii, wewe na sitawahi, hakuna kitu kitawahi kutenganisha tutenganisha mimi na wewe. So, mimi nakupenda sana, sijui kama uko tayari kweli mimi nikuweke ndani ya moyo wangu. Niko tayari. Ndimi nakupenda sana na kuna siku nitawahi kuacha katika maisha. Naona, hey, mapenzi imenoka sana. Ay, sasa, Pilato wewe na wewe pia unaingiliana ah, niko na swali niko na swali Pilato, swali yako haraka ujikate eh, nikuulize swali uh -huh. Kati ya milioni moja na huyo mrembo wako unachagua nini eh? apo, milioni moja. Sasa milioni hiyo ni capital kwanza, hiyo imenitosha kutafuta wanawake. Na wewe mrembo wako huyo sasa, huyu na milioni wanatokania wapi? Nataka uchague moja nataka uchague moja hiyo milioni iko sasa, si nimekuuliza swali, nataka uchakue moja moja, tu moja. Eh, hapo milioni. Ah, ah, sikiribu, sikiribu ni kwa yende hivyo eh. ilikuwa sasa ile uchakue mrembo ah, sasa hapo milioni na mrembo tunatokania wapi? Mimi nachagua milioni, kwani na subscribe yako mpuuzi.